Nikuhakishie kuwa vijana wanaopatia vyeti leo wameandaliwa vizuri na wako tayari kwa ajili ya mtihani wao wa kumaliza elimu ya sekondari kidato cha nne, na nikuhakikishie kuwa watafaulu kwa asilimia mia, mia, kwani tumefanya kwa sehemu si yetu, lakini jambo, tuna, jambo kubwa tunamtegemea Mungu. Ndugu mgeni rasmi, kwa dhati ya moyo wangu napenda kuitambua kazi kubwa inayofanywa na walimu wa shule hii, hii ziada wanayoifanya hakuna mtu wa kuwalipa isipokuwa Mungu peke yake. Walimu wanafanya kazi hata muda wa ziada ili kuhakikisha taasisi hii inakuwa imara siku hadi siku na wapongeza wazazi pia, kwani kwa matokeo mazuri ya mwaka 2024 wazazi wameanza kuwa na kuweka kumbukumbu sahihi katika utekelezaji wa kuweka mikakati kwa kuongeza walimu pindi matokeo yanapotoka. Napenda kuwapongeza wazazi wote wa shule hii kwani tumeanza kuelewana. Ndugu mgeni rasmi, shule hii wanafunzi wote wanapata chakula cha mchana kupitia michango ya wazazi. Hili ni jukumu lao na wanalifanya kwa ufanisi. Hii imechangia pia ufaulu wa wanafunzi hapa shuleni. Ndugu mgeni rasmi, utoaji wa elimu umekuwa ukipata changamoto kulingana na mazingira husika, hivyo ni wajibu wetu kukabiliana nazo kwa namna ya kushirikiana na serikali lakini pia wadau mbalimbali ili kuleta ujifunzaji wenye tija. Tunazo taasisi za kiraia bila kuzisahau na kuzipongeza na kuzitambua mbele yako mheshimiwa, tunawapongeza Asante Africa Foundation, wanatusaidia sana kutupatia elimu kwa njia ya tehama, maana ni digital learning. Na kwa upande wa miundombinu tunao watu wanaitwa ITF Tanzania Foundation hawa wametujengea choo cha wanafunzi matundu sita. Jambo hili ni la kupongezwa sana, tutakuwa tukisema kila wakati. Tunao ndugu zetu NGO nyingine tu, Youth Peace Makers YPM ambao wametupatia elimu ya mazingira na jinsia, ujasiriamali na kutuwezesha kimichezo. Marafiki hawa wametujengea uwezo wa kujiamini na uthubutu kutatua changamoto zinazoikabili kwa ufanisi. Wa ufani. Ndugu mgeni rasmi, tuna marafiki nchini Ujerumani. Urafiki huu ulikuwa tangu mwaka 2015. 5 tunaendelea kufanya miradi ya elimu kwa njia ya tehama, maana katika upande wa taaluma na kubadilishana wanafunzi student exchange inaendelea. Tumekuwa tukifanya mikutano kupitia njia mtandao kufanya zoom conference mara kwa mara. Hii imeleta manufaa kwa taifa pia, kwani hawa ni sehemu ya watalii kwa nchi yetu. Mwaka huu wapo wanafunzi na walimu watakaoenda kutembelea shule hii rafiki, mjini Hanova, Jerumani. Ndugu mgeni rasmi, changamoto ni sehemu katika maendeleo. Hivyo basi, tuna uhaba wa maabara ya kemia la fizikia na fizikia, uchakao wa madarasa na ukosefu wa choo cha walimu, hivyo kwa sehemu yako wewe ndugu mgeni rasmi, kwa sehemu yako kama mkoa wa wilaya lakini kama mgeni rasmi pia katika sherehe yetu hii, hili tunaomba pia kuitangu. Ndugu mgeni rasmi, kwenye risala yetu hii tunalo ombi la kitaaluma, kwani miaka miwili mfululizo kwenye mahafali kama haya tumekuwa tukiomba vifaa vya kitaaluma bila mafanikio. Tunafanya mitihani mingi kwa gharama kubwa kwa kukosa mashine fotokopi nahitaji fotokopi yenye thamani ya shilingi milioni mbili na laki tano hivyo basi, kwa heshima yako na kwa nafasi yako, tunaomba ombi letu hili leo lifikie mwisho. Tunakupa nafasi utatuongoza kufanya harambee kwa wadau mbalimbali, kwa nafasi yako Mungu aliyokujalia ndugu mgeni rasmi. Mwisho kabisa tunakushukuru tena kwa kuwa pamoja nasi kwenye mafanikio ya kumi na tatu kidato cha nne. Tunakuombea kuzima, amani na ulinzi wa Mungu wa mbinguni, akaendelee ku s akaendelee kuwa msada kwa taifa letu. Mungu bariki Tanzania, Mungu bariki Afrika, Mungu bariki Prince Claus. Asante sana kwa kunisikiliza.